Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wa Kishki TV, ni katika hoteli ya kisasa hapa Serena Hotel, katika ukumbi maalum ambao unapatikana hapa katika hoteli hii ya Serena, na Kishki TV tuko hapa kama ambavyo tofahamu hii ni 2025 ambapo kuna tukio kubwa la kinchi inaozungumzia uh, uchaguzi mkuu unaohusisha uh, rais, wabunge na madiwani. Na hapa leo tupo kwa ajili ya tukio maalum ambalo tutakwenda kutazama uh, uchambuzi wa kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais uh, wabunge na madiwani. Ni hafla ambayo imehusisha waandishi uh, mbalimbali wa uh, habari weledi uh, wa uh, kubwa katika nchi yetu Tanzania, lakini pia vyombo mbalimbali vya habari e, hapa nchini Tanzania vikiwa vimehusishwa katika hafla hii. Fahamu kwamba itaendeshwa na wakili msomi e, Lugiso Ndwela ambaye ataweza kuchambua e, kanuni hizo za uchaguzi ambazo zimetajwa e, mwaka huu 2025. Mimi naitwa Abdullahi mwana wa ma Maalim Mashi. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nganga. Mimi nitamani kujua lebe hizi kanuni ni matokeo ya mjadala baina ya wadau, si ndio? mpaka um, tunakuja kuzisaini. Maana yake ni kwamba wadau wanazijua kule nyuma, wadau wakati zinatengenezwa. Hili la usipo saini hutoshiriki walilijua, ndio. Kwa sababu kama umesaini maana yake unajua kimeandikwa nini kwenye nyaraka kaja baadaye ukasema, mimi sikuona kwamba sikuelewa kwamba hiki kitu kipo kwenye hii nyaraka. Kwa maana yake ni imani yangu ni kwamba kabla ya kusaini mm, walizipitia kanuni zote mm -hmm, wakakiona, walishiriki kwenye kutengeneza probably kama, kama, kama, kama mjadala, yeah, walishiriki mjadala. Lakini pili, baada ya kuwa zimeandikwa sasa, uh -huh, walishiriki kuzipitia na ndio maana wakakubali kusaini. Uh, kama sheria hii kanuni itaanza kufanya kazi siku moja baada ya kuteuliwa uh, kama hiki chama hakijasaini, lakini kuna mgombea ameteuliwa amete, amete katika chama chake ambacho hakijasaini, ataswihi atasuihi kushiriki? Ndio, kwa sababu kama nilivyosema, mfumo wetu wa uchaguzi unatokana na wewe kupata ridhaa ya chama cha siasa. Sasa kama ukupata ridhaa ridhaa ya chama chako na chama chako kimezuiwa kushiriki uchaguzi, maanake tume hawatakuteua, sababu tume lazima watauliza kwamba wewe umetoka chama gani? Ye, chama chako kimesaini haya maadili, kama kijasaini, maana yake hautateuliwa. Kuna mwandishi mwingine wa habari anaitwa Abdillahi Mash kutoka Kishki TV. Nimemba, una swali ambalo utaliuliza kutoka pale ulipo, Abdillahi Mash. Mheshimiwa wakili, ilikuwa najaribu kupitia baadhi ya hizo kanuni, katika miongoni ambazo nimetazama hapa asiotakiwa kuna moja ya mambo yanazungumzwa mara kwa mara kuhusiana na kauli chafu, kejeli ambazo zinaashiria aidha kuchafua hadhi ya mtu, heshima ya mtu, lakini pia uvunjifu wa amani. Tunaona katika uvunjifu, uh, uvunjifu wa amani anaweza akachukuliwa mtu hatua, sijajua katika hizi kanuni ambazo zimewekwa pengine adhabu zake ikitokea mtu pengine amechafua hadhi ya mtu heshima ya mtu, kanuni inasemaje kwenye adhabu? Huyu ana adhibiwa vipi? Kwa sababu inafahamika mara nyingi pia adhabu inaweza ikafanya mtu akahofia kufanya kosa, kupima adhabu yenyewe ni aina gani, lakini ikiwa ipo tu hivi, alafu pengine tujalie mtu amechafua hadhi ya mtu, na hii tunaiona sana katika kampeni, hasa wagombea, huwa mtu anaweza kusimama akamshambulia mtu ikiwa mtu ameshambulia pengine katika lugha ya kuonesha inaashiria kuvunja amani, tunaona ni rahisi. Anaweza akachukuliwa hatua vipi? Kwa mtu ambaye labda atasimama ataweza kuchafua hadhi na heshima ya mtu kwenye hizi kanuni, adhabu ambayo ipo kwa mtu huyu ni, ni ipi? Uh, kanuni zimetoa adhabu mbalimbali. Adhabu mojawapo, ukiona, ni pamoja na kuna fine ipo mle ndani lakini pia chama husika kinaweza kikazuiwa kufanya kampeni kwa muda maalum, na pia inaweza kikapewa onyo. Lakini pia niseme kwamba licha ya adhabu zilizoko chini ya kanuni hizi, lazima tukumbuke kwamba sheria nyingine bado zinaendelea kufanya kazi, ambazo sheria hizo zinatoa pia adhabu na pia haki ya nufaa, ya manufaa pale ambapo unakuwa unahisi hadhi yako imechafuliwa. Sasa kama umechafuliwa, kama, kama mtu mimi, nitashauri labda ni kufungua kesi ya ku defamation kwa Kiingereza wanasema. Vyama ambavyo havishiriki uchaguzi, ambavyo havijasaini msemo kushiriki uchaguzi wao, wanaruhusiwa kuendelea shughuli zao za chama. Kama watumishi wa serikali waendelee shughuli zao za kiserikali, hawa wanaruhusiwa kufanya shughuli zao za kujenga chama, yani kuendelea na shughuli sio za uchaguzi, lakini za ujenzi wa chama. Kwa ndugu wa Tanzania, kuna vitu viwili: chama kinapata usajili wake kwa msajili wa vyama vya siasa. Hmm. Na sheria ya vyama vya siasa imetoa wajibu na haki kwa vyama vya siasa kuendelea na kufanya shughuli zake. Kwa hiyo, chama ambacho kija sign ni chama cha siasa hai mpaka pale ambapo kitafutwa. Kwa hiyo, kinaruhusiwa kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Kisiasa, kama kawaida. Lakini changamoto ambayo naiona kwenye tuseme practically kwa Kiingereza ni pale ambapo ukisoma hizo kanuni na taratibu zilizopo ni kwamba kuna mikutano ambayo inaendelea ambayo tumemeratibu. Sasa inawezekana kukiwa kuna mgongano kati ya vyama ambavyo vinashiriki uchaguzi na hiki na vingine ambavyo havishiriki. Kitaratibu za kawaida, naamini kwamba vile ambavyo vinashiriki uchaguzi ndio ambavyo vitapewa priority kwenye kuendelea na shughuli zake. Lakini chama ambacho hakishiriki uchaguzi hakikatazi kuendelea na shughuli zake za, za siasa. Mtazamaji wa Kishki TV, kabla ya kufanya tamati ya tukio letu hili hapa tuko na ndugu yetu Mbaruku Khan. Yeye ni miongoni mwa wale ambao wameandaa e, hafla hii ambayo umeweza kuishuhudia kwa muda wote hapa. Habibi Khan, yes. Kwanza hongera sana. Asante sana, hongera wewe kwa sababu Kef Talk ni wanahabari wote, okay. E, Khan, tuambie e, kabla tutakwenda kutazama kwa undani kile ambacho kimefanyika hapa hichi ambacho umekiona mwitiko wa wanahabari tumeshuhudia wanahabari wakubwa kabisa, kilikuwa ndani ya matarajio yako? Ni kitu ambacho umekitarajia? Mapokezi hawa vile ambavyo watu wamekuitika, unaizungumziaje hii? of course, Cafe Talk ni jukwaa la wanahabari, na hii ni mara, mara ya pili tunafanya. Mara ya kwanza tulifanya juu ya issue ya kahawa, na ndio ndolipo lilipozaliwa lenyewe Cafe Talk CTOK uh, ni jukwaa la wanahabari wote Tanzania bila kuweka tofauti zetu za itikadi za dini, vyama, kabila na vyombo vya habari. Unajua vyombo vya habari ni kompetita, chombo kwa chombo kwa ajili za kibiashara. Lakini CTOK hapa ndio jukwaa pekee ambalo linawakutanisha wote pamoja, na tukikaa chini tunazungumzia masuala ya taifa letu, masuala ya Watanzania. Na leo bahati nzuri umeona mpaka vyombo vya kimataifa vilikuwepo hapa. Na kwa sababu tusipozungumza sisi wanahabari mema na mazuri ya nchi yetu, hawezi mtu mwingine kuja kuzungumza. Uh, kuna propaganda nyingi duniani lakini vyombo vingi vya habari vinalinda maslahi ya mataifa yao. Ukiangalia BBC, polisi yao ni e, Uingereza kwanza. Ukiangalia CNN, Marekani kwanza. Ukiangalia Aljazeera, uh, Waarabu kwanza. Kwa hiyo kila chombo cha habari uh, sera yake kubwa kwanza ni kulinda maslahi yao. Na sisi kama wana habari nikuona tukusanyane pamoja, tuzungumze matatizo yetu, tuzungumze shida zetu, tutajua sasa hivi tukwaye, tukatae. Hali ya nchi imekorogeka kidogo, kutokana na mambo yanayoendelea, na sisi kama wanahabari, jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha tunatoa elimu kwa wananchi e, kutuliza hali ya hewa ikae vizuri, lakini sisi ni daraja mashi kati ya uh, mamlaka na wananchi. Wanahabari ni daraja, kwa hiyo kuna muda we mwenyewe hapo ulipo ofisini kwako unapokea matatizo mengi ya wananchi, wakiamini we ni muhimili mwingine wa kupeleka shida zao kwenye mamlaka. Kwa hiyo kama we mwanahabari unapokea matatizo, nani mwingine anajua? Uh, kama mwanahabari unapaswa kuzungumza. Kwa hiyo tumeika hili jukwaa tuzungumze, na leo ta tumezungumzia kanuni hizi za uchaguzi, kwa sababu ndio tunaelekea huko kwenye uchaguzi na kukumbusha sababu ilikuwa ni mkutano wa kwanza ambao unakutanisha nchi karibia hamsini za Afrika kwa mara ya kwanza wakizungumza zao la kahawa. Ilikuwa ni jambo kubwa kama taifa, tukaonatoka tulizungumze, na sasa hivi tuna jambo kubwa letu wenyewe la kitaifa la kuelekea uchaguzi. Utaona kuna vyama vya hajui siasa vimekubali kusaini kanuni, kuna vingine havijakubali kusaini kanuni. Mwananchi huenda anachanganyikiwa, hajui wamekubali kwa nini au wamekataa kwa nini. Ndio maana tumemwita mwanasheria ambaye yeye atufanulie hizi kanuni ili mwananchi naye apate elimu juu. Ah, kumbe wao wamekataa kwa sababu hii na wamekubali wa kwa sababu hii, ili anapochagua upande achague upande akiwa na elimu. Lakini pia kuvisii vyama vya siasa vikae chini vizungumze, waondoe tofauti zao. Sisi watu wa Tanzania, na tuna lengo letu wote. Ni kujenga Tanzania moja. Kama tunajenga hii nyumba hatupaswi kugombea fito. Tukae chini. Bado kuna mlango wa mazungumzo. Chadema wakae chini, sisi sema wakae chini. Wazungumze uh, Chadema na mamlaka zikae chini, wazungumze ili tuipate Tanzania yetu ya amani. Sisi ni mfano hayo majirani zetu Rwanda unaona waliuana asilimia sabini ya watu wao. Ni kwa sababu tu vyombo vya habari. Yaani ukiangalia uh, yalipoanzia ni chombo vya habari vilichochea ile machafuko. Kwa hiyo sisi hatutaki tufike huko, sisi tunataka tuwe chombo cha habari ambacho tutakuwa sababu tabasamu hapa nyumbani. Ndio maana kwa muda ambao umesalia wa uchaguzi na hichi ambacho umefanyika, unadhani kinatosha kutoa elimu na kutuliza mambo kwenda sawia kuelekea uchaguzi mkuu, ama unadhani bado kuna e, nafasi ya kufanya hiki kama hili kuhakikisha kwamba uelewa na ufahamu kwa raia unakwenda mbali zaidi, ama unaona hapana, kwa muda ambao tumebakiwa nao hii ya leo inatosha kuhusiana na uchaguzi? Muda tunao uh, muda tunao mwingi tu uh, so tuna weekend talk Tukakaa chini tukazungumza na bado tuna nafasi ya kuzungumza. Mi sioni kama muda umeisha kwa mwezi lokwano, sasa hivi uchaguzi, muda tunao mwingi sana uh, lakini pia ni wao uh, tume uh, vyama vyote ambao vinakinzana, serikali, Chadema, ni wao sasa kuwa tayari kwa mazungumzo. Nadhani wakiwa tayari kwa mazungumzo tunaweza kufikia lengo, na leo hapa tumekaa tunaangalia kanuni za uchaguzi mashi Mnenielewa? Kumbuka, tuna tume uh, huru ya uchaguzi ambayo hii huu uh, unakuwa uchaguzi wake wa kwanza wa wabunge na madiwani mkubwa wa rais hii tume. Kwa hiyo kuna vitu vingi vipya hapa katikati, that's why tume uh, sisi kama wanahabari tumeweka, ili watu wapate elimu, wajue hata kazi za tume hii mpya huru ya uchaguzi. Shukrani sana. Asante sana. Mtazamaji wa Kishki TV alikuwa ni barukukan mtangazaji huyu pia kutoka katika kituo cha Clouds FM akielezea why wamefanya hichi kitu ambacho amekuwa kukishuhudia hapa kwa muda wote kutokea hapa katika ukumbi huu uh, wa Serena. Mimi sina la ziada, asante kwa wote. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni Mwana Mali Mashi, asante Kishki TV, nuru ya dini yako.